Hmm, na matokeo nashukuru, ah, hmm, ndio mpira ulivyo. Mlitarajia hiki ambacho kimewakuta, sio hichi tu, yeah. Katika maisha ya mpira unatarajia vitu vingi, yeah. Unatarajia hata kuonewa, unatarajia mm, unatarajia hata kuchukua maamuzi ambayo sio sahihi wewe, yeah. Ushekuona wapi mpira unaangeliwa na wabunge ili mmeliona, baada ya kufungwa ah, sio kufungwa tu, mm, sio yenyewe kabla tujaleta timu hilo ka tunalijua, yeah. lakini ndo Mp mpira wetu wa Tanzania, mpira wa siasa, mpira usokuwa na, na, na ma maadili ya mpira mm. Mpira wetu unaendeshwa kisiasa ndo mm. Mpira wa Tanzania hatuwezi kuongea. Wamefunga mara tano mfululizo, mara tano mfululizo wamemfunga Simba au wametufunga Simba, yote ni moja ya mpira yeah. na ndo walivyopanga ndo awamu yao yeah. hata sio mara tano hata mara ishirini sio, washasema wanatufunga mara kumi yeah. inaweza ikafikaasa sisi soka matumwezi Yanga, Yanga ni timu ambayo timu yenye watu yeah. timu yenye ambayo kuna viongozi wenye timu yao yeah. Umenelewa? Yeah. ipo chini ya viongozi yeah. wanafanya vyovyote wanavyofanya ili wafanyaje wapate ushindi. Maana yake hmm. leo mzamini anaongoza, labda anasajili vilabu nane yeah. wewe hapo unaza, unaza, unaza, unaza, unazaani nani bingwa katika ligi? Wao wanawazidi wapi sasa? Vilabu nane. Kwenye hili alaumiwe nani? Vilabu nane. Kwenye hili alaumiwe nani? Si viongozi wa TFF, bodi ya ligi pamoja na serikali kwa ujumla, sababu swali linajulikana. Mm. Kama serikali inaingilia mpira wapi na wapi? Umenielewa? Miki kubwa siwezi kuongea sana. Yeah. Wabunge siku hizi nao washacha wa shughuli zao mm, kutetea hoja za majimbo yao. Yeah. Wanaongelea masuala ya mipira mm, kama kuna mbunge fulani anaitwa Msukuma, namtaja kwa sababu yeye ndo kimbele mbele wa kwanza, mm. kwanza kwa tunamuona bungeni anaongelea masuala ya mpira. Hichi cha kwanza anachotaka kuambia wa Tanzania waelewe umepewa nyadhifa ya kukaa kwenye jimbo la mtu unaoongoza mashabiki wa Simba na wa Yanga, wewe uwezi kuwa mbunge unaongelea idauti Simba. Wewe ni mbunge wa chama au wewe ni mbunge wa timu? Hicho kitu tunataka tukijue. Alafu na vile vile JSM yes, kadhamini timu vilabu hivi nane, mnaelewa vilabu nane. Mimi nikiongea naweza nikasema naweza nikachafua laba nini, lakini kusema ukweli mashabiki wa Simba na wana sports wa mpira Tanzania awapendezewi na maswala haya. Neno la pole kwa mashabiki wa Simba mm. Bali mimi ninachotaka kuambia mashabiki wa Simba, hichi tulichokuja kukipata kilikuwa kishapangwa na watu wao walopanga, washapanga ili swala liwe lisiwe, Simba iko nakufa kwa sababu wao washapanga. Nashukuru.